Basi sawa, nikukumbushe tu kwamba siku ya tarehe 28 na, na tarehe 29 tutakuwa na tamasha kubwa la fasihi ya Kiswahili pale katika kijiji cha Makumbusho ambapo hapo utapata burudani mbalimbali mbali, utapata kujua utamaduni wa Mtanzania, utapata kuisikia lugha adhimu, lugha ya Kiswahili, lugha fasaha, lugha yangu pendwa kama Mtanzania mm na mzarendo niliyezaliwa katika nchi yangu nzuri ya Tanzania. Nikukaribishe wewe, nimkaribishe na jirani yako, nimkaribishe rafiki, amkaribishe na rafiki yake. Hakuna kiingilio, ni wewe tu na mimi, si mchoyo Nitakuwa na rafiki yangu, kipenzi changu makabuba wangu, jirani yangu huyu hapa, destini cha kupewa, nitakuwepo. <laughs> Unakosaje sasa? Kwa mfano, njio uone Kiswahili kilivyo kizuri, njio uone utamaduni wa Mtanzania, njio uone tuzo mbalimbali zitakazotolewa kwa waandishi mahiri wa kazi za fasihi Tanzania. <laughs> karibuni sana. <laughs>